Yo, yuu ibwana, e, msanii Diamond Platnumz baada ya kusema kuwa atafuturisha watu na swala hili akalifanyia kazi kweli. Alikuwa e, anafuturisha watu maeneo ya Masaki pale na ukumbi mkubwa, watu waliweza kuja kwa ajili ya kula aftari kwa Diamond Platnumz aka Simba la Masimba Dangote. Lakini baada ya kufanya hivi maswali yakawa ni mengi sana, e, watu wanajiuliza maswali mengi e, lakini maswali yenyewe wanajiuliza nitakwenda kuelezea ni maswali ya aina gani, lakini kabla sija kuelezea, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV, ambayo inazidi kuletea matukio yote eh, kamili na pia inazidi kupatia habari na udaku wote unaoenea maeneo yetu hapa Tanzania. Sasa twende kwenye hoja kamili, tusipoteze uh, muda mtazamaji. Ni kuwa Diamond Platnumz baada ya kufanya jambo hili watu wengi wamekuwa wakiuliza maswali ni kwanini Diamond Platnumz ikifika ni upande wa kufuturisha mbona hafuturishi kwake nyumbani? Najua tumeona wasanii wengi wakiwa ni mswala la kufuturisha watu huwa wanalifanyia nyumbani kwake, kama vile msanii Harmonize, ukiangalia pia Raivani Alikiba, yani kama ni kufuturu basi mtu anafuturisha nyumbani kwake. Lakini huyu Diamond Platnumz, kwani nyumbani kwake kwa ni kwa kuna nini sa hasa mbona hapendi kufuturisha watu nyumbani kwake, na siyo tena nyumba ndogo. Huyu ana nyumba kubwa mno, nyumba kubwa tu ambayo inaweza ikatoshea e, watu wengi e, wana wakafuturu. Ama kama si nyumbani kwake kwa ni ofisi yake pale ya wasafi e, ni ofisi ambayo ina sebule kubwa a, kwa ajili ya vitamasha vidogo vidogo, vidogo vinavyofanyika pale lakini yeye Diamond Platnumz eh, anakwenda kukodi maeneo kwa starehe kama vile Masaki, alafu anafuturisha watu katika mwezi eh, wa Kiislamu. Watu wengi wamejiuliza ni eh, sababu gani ama itakuwa ah, kuna ile nyumba ya Diamond Platnumz ina siri gani pale? Eh, maswali yaliyoibuka ni kama hayo eh, wengine wakisema mule ndani anaingia ah, chumbani ni Diamond Platnumz na mama yake peke yake, lakini wengine huwa wanakwama kwama huku nje, ikiwemo hata babalevu mwenyewe huwa haingii. E, sasa mambo yameanza kuchangamka mtazamaji, sababu Diamond Platnumz ameamua kuwafuturisha watu, ila sasa watu e, wanakuja na maswali ya hali ya juu hapa, akimuuliza ni kwa nini hapendi kufuturisha watu nyumbani kwake, lakini pia wengine wakisema ya kwamba e, ni haramu sana ama ni vibaya kufuturisha watu mahali kwa starehe. Unajua mtazamaji, Masaki pale nikiwemo guest pia zipo pale. Sasa e, unaweza ukakodi ile, ni kuna guest na kuna vyumba vya uh, vyumba vya kutulia tu. Sasa na kuna mahali kuna rumu hiyo, ukitaka kufanya jambo lako kama vile kufuturisha ama mkutano unafanya lakini sasa mbona ukakodi mahali kwa starehe kama pale eh? Hilo ndo jambo ambalo linazidi kushangaza sana watu, kwa kusema kwamba Damondi, kwa nini aende akafuturishe watu mahali gesti kwa starehe? Na gesti vitendo vyote vichafu huwa ah, vinafanyika mwezi wowote e, tu guest tunajua, waangalii ni Ramadhani wala sio wa Ramadhani. Sasa pale huwa kunafanyika vitendo vichafu, ikiwemo ngono kwa watu ambao hawajaoana, alafu wewe unaenda kwenye rumu hiyo hiyo mnasherehekea futari e, hapa kidogo Diamond Platnumz ameweza kuzengua watu, wamezidi kumshambulia sana hapa mtandaoni. Alafu sio hivyo tu, bali pia E, ameweza kumwalika hata pia Mamposa, Pasta Mamposa. Sasa watu wakajiuliza katika kufuturisha sherehe e, e, e, e, ya Kiislamu e, Pasta unamwalika wa nini e? lakini hivyo ndivyo imekuwa, ameweza kumwalika hadi Mamposa kuja kula futari hii e. Bwana huyu Diamond Platinum sijui hapa kakosea ama ameweza kupatia e. Niachie comment yako wewe mtazamaji, sasa unaambia kuwa e, Diamond Platinum hapa kafeli ama hapa ameweza ha, ha, ha, ha, pasi sasa. Mtazamaji a unaweza ukandondoshea comment yako pale, unaambia kwamba unahisi ni kwa nini huyu Diamond Platnumz hapendi eh, kufuturisha watu nyumbani kwake, anapenda tu kukodi mahali, sababu kama ni nyumbani kwake, basi ana geto kubwa mwanzo, kuna geto lingine analijenga maeneo Mbezi Beach kubwa mno, lakini hapendi kufuturisha watu nyumbani kwake, sijui ni kwa nini kanekea comment pale kupitia comment section ya Umbea Media TV. Mnaambia bwana, ni sababu gani inamfanya Diamond asifuturishe watu nyumbani kwake.